Mama, uko vizuri? Kwa kweli nimeko vizuri, Luka. Na nimefurahia kwa kweli, mchezo ulikuwa mzuri sana. Tunawapongeza ya Yanga kwa kucheza vizuri na kupata ushindi dhidi ya JKT. Lakini sisi watu wa Tanga kwa kweli tumefurahi, tumeona mji wetu umechangamka. Aa, na watu wa Tanga ni wakarimu, nadhani mmejionea watu ambao wametoka. Kwa hiyo tutaendelea kuweka mazingira mazuri kwa kushirikiana na viongozi wa serikali kuhakikisha Tanga inazidi kuwa bora zaidi katika masuala ya michezo na burudani. Finali imechezwa katika eneo lako hili, kwa maana ya Tanga. Niambie namna ambavyo ulivyokuwa unajisikia wakati finali hii unaambiwa iko hapa Tanga. Kwa kweli nimefurahi sana na ndio maana nilikuwa katika kwa kazi zangu za kuwahudumia wananchi, lakini nikasema lazima nije aa, uwanja wetu wa mkoa Kwani kwa kweli ni heshima kubwa sana. Tunashukuru sana TFF kwa kutuletea aa, nusu fainali hii lakini, aa, tunashukuru mashabiki wote kwa kweli. Mimi aa, niseme mimi ni koso lakini nimefurahia jinsi mashabiki wa Yanga walivyojitoa kwa wingi sana. Jana usiku nilikuwa nakula hapo Uh, chipsi hapa Mkwakwani kwa kweli niliona makosta zaidi ya 40 yamekuja, kwa hiyo hongereni sana, Yanga, mko vizuri na mnajua sana hamasa. Kwa, kwa, kwa niaba ya wanatanga, mmejisikiaje mchezo huu mkubwa kuweza kuletwa hapa Tanga? Tumefurahi sana kwa kweli, tumefurahi sana, tumepewa heshima kubwa sana na naamini kwamba wageni wetu pia wamefurahi kukaa Tanga. Tanga haja leo kuondoka, majaliwa ni watu wakarimu, tuna vyakula vizuri, kwa hiyo naamini wageni wetu wamefurahi, na tuleteeni michezo mingi zaidi na mechi nyingi zaidi. Kipi kimekufurahisha leo? kwa kweli leo nimefurahi kuona uwanja wa Mkwakwani umejaa sana lakini jana jioni niliona yale makosta yamekuja kwa wingi alafu yameandikwa hatuchezi ng'o <laughs> <laughs> nikasema kwa kweli hii ndiyo yanga kwa kweli e, timu ya wananchi hongereni sana no, kwa kweli ushauri wa mchezo usicheze <laughs> hilo sasa swali la kizuri hilo swala la kizushi lakini kwa kweli uhum, wamejipanga wako vizuri, hongereni sana ushauri wako sasa kwa wadau wa soka ambao wanakusikiliza wakati huu hapa, lakini pia kwa mashabiki ambao wameacha shughuli zao wamekuja kutazama finali hii. A, kwa kweli kama kubwa, nimesoma comment mbili tatu kuhusu uwanja kwamba pitch inahitaji kuboreshwa zaidi. Kwa hiyo ni uwanja wa chama chetu, lakini kwa kushirikiana na wadau, kwa tutaendelea kutafuta wadau wa kuboresha zaidi, lakini pia nadhani kuna masuala ya, ya, ya kuhamasisha kwa mfano uwanja, uh, umejaa, tunashukuru Mungu watu wamejaa, lakini kidogo kiingilio uh, ilikuwa elfu 15 kwa elfu 10. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu hawakuweza kumudu. Kwa hiyo uh, tunaamini labda kingepunguzwa kidogo, watu wengi pia wa kutoka Tanga wangeweza kujaza uwanja zaidi. Kwa hiyo sisi tunajua wenye shughuli zetu, shukrani sana.